Gredi ya tisa, katika kipindi cha siku ya leo tutasoma utunzaji wa mali asili ma, lakini kabla hatujafika hapa, chini yake kuna nini? ya tibura, kuzungumza. Kuzungumza. Na katika kusikiliza na kuzungumza leo tutasoma semi ambayo tutaangazia, moja ni some vitendawili. Wanafunzi, vitendawili ni aina ya semi ambayo inawasilisha ujumbe kwa njia ya kufungwa. Safi, vitendawili ni aina ya semi, na hii semi nayo ukiwasilisha nini, ujumbe wake lazima iwe katika njia gani ya kufungwa. Sawa sawa, moja kwa moja. Na katika vitendawili kuna hadhira na hao hadhira hawa ni watu ambao wanasikiliza mtu ambao wanategulia vitendawili ama watu wanaitwa nini? Hadhira sawa, sawa. mm -hmm. Na ili kufanikisha uwasilishaji wa vitendawili lazima pande zote mbili yani mtegaji na mteguaji wawe pale sawa. Sawa. Huwezi teka vitendawili na hauna mtu wa kutegua, so lazima tukuwe na nini? Pande ngapi? mbili ya mtegaji na yule mwenye na tegua kile kitendawili. Kabla hamjataja kuna mifano ya vitendawili, nataka leo tuangalie umuhimu wa vitendawili. Mbona hivi vitendawili watu hutega na mbona tunavitegua? Sawasawa, katika kipindi cha Kiswahili, mbona kuna vitendawili? Umuhimu wako wa kwanza, usome kuona akili ya wahusika wa kama nyinyi ama mimi mtegaji ni mtegwaji, nikitaka kutenga kitendawili lazima nitakupa ule muda wa kufikiri, afikiria na no. Wakati nafikiria utakuwa una noa akili akili yako hapo, ni kwa moja. Mm, eh, hey, nambari ya pili kufanya nini? Kuwaleta watu pamoja. Safi sana. Kumbuka kuna pande mbili, mtegaji na mtegwaji. Sasa unapofanya hivyo, utakuwa tunaleta watu pamoja. Eh, tatu. Kufunza na kuendeleza utamaduni wa jamii. Tutafunzwa eh, jinsi eh, jamii inastahili eh, ama mwanafunzi kama wewe unastahili kufuata nini utamaduni wa nini wa kijamii. Tunapotega na kutegua vitendawili tutakuwa tunakuza eh, eh, utamaduni wa nini wa jamii. Tutakanda baadhi ya mifano pale utaona kwa nini tunasema kwamba kufunza na kueleza ama kuendeleza utamaduni wa jamii. Nambari ya nne, kuelimisha. Kuelimisha ni kufunza. Eh, kufunza mtu jinsi eh, jamii na faa m anastahili wewe mwanafunzi ufanye. Nambari ya tano, kuimarisha matumizi ya lugha hapa utakuta kwamba mtu anaweza kutumia tanakali za sauti ama tumie kinaya. Kumbuka hapo, moja kwa moja tutakuwa tunaimarisha matumizi ya lugha. Kiswahili itatukuzwa na kitakuwa kimeimarishwa inavyostahili. Sita, mwisho kuburudisha, wakati tunapotegua tukitega, tukitegua kumbuka ya kwamba tutakuwa tunafurahia tunapotaja hapa, ajenga ingawa ana mikono mkono tafana kwamba ni ndege, sivyo? Tutakuwa mm -hmm. Inatufurahisha e, wakati tunapotega na kutegua vitendawili. na kipengele, ama e, hatuje nyingine ni vipengele vinavyozingatiwa wakati unapanga vitendawili ama unataka kuwasilisha kitendawili chako, lazima tuwe na vipengele ambavyo wewe mtegaji unafaa kuvizingatia. Moja, mtegaji lazima tuwe na mtu ambaye anafaa kutega si ndio? mm -hmm. na tukiwa na mtu mwenye anatega lazima pia vile vile tuwe na wale watu ambao wanategua, ambao ni nani? Hadhira. Tukiachana na hadhira, lazima wewe mwenyewe ukuwe na kitendawili ambacho anafaa kufanya nini? Kutega ili hadhira wategue. Na mwisho tisa kumi, tuna jibu la kitendawili. Lazima tukitega la kitendawili, hadhira wanafaa ukipeana jibu la nini ile kitendawili ambacho umetenda mwisho. Eh, hapa kuna mifano ya vitendawili na ile mifano sita pekee yake ambayo nimechagua siku ya leo, lakini tukipatana kipindi kingine, tutakuwa tunaorodhesha vitendawili zaidi ya sita. Nataka tusome vitendawili. Cha kwanza, ajenga ingawa ana mikono. ni nani? Ndege. Ndege ana mikono? Yeah. Ana nini? Mbawa. Ana nini? Mabawa. Nini ingine? Miguu. Nini nyingine? Kidona. Sawa. Nambari ya pili, usome. Ni kukopa. Mtu akifa akizikwa wapi? Kaburi, sivyo? Siku moja kaburi limelipa mtu Um, so kaburi hukopa, lakini haliwezi kulipa. Nambari ya tatu, amefungua jicho jekundu, hiyo ni nani? Jua. Nambari ya nne, babangu amevaa koti ya chuma. Baba yako huwa anavaa koti ya chuma? Hiyo ni nani? Sasa katika wakati wa kitendawili, kobe. Kobe ndipo tumesema kwamba kitendawili aina ya simu ambayo inawasilisha ujumbe kwa njia ya nini? Kufunga. Imefunga. Sikia ti baba yako amevaa koti la nini? La chuma. Sawa sawa. Ile kichwa ni kitendawili tuna nambari ya tano. Chakula kikucha mtoto. Nini? Usingizi. Si maziwa. Usingizi. Watazamaji nataka kwamba natumia kwamba mko sawa na ningependa tuandikie pale comment E, tuambie ni kwa nini mtoto e, anapenda usingizi ila si mzima? Nambari e, ya si, mwisho likitoka hilo ni nini? Neno. Umetamka neno aah, iwapo umetamka vibaya utatoka jinsi umetamka. Utamka vizuri utaenda jinsi umetamka kwa sababu wakati umeisha kapitala kile kipindi kingine, tuangalie mifano zaidi ya vitendawili na mtazamaji. Na pia hebu unaweza kuandika pale comment, ama utupee kitendawili chako ambacho nakijua na utegue mwenyewe, na uwe mtegaji na uwe mteguaji muenawakati.